Yes, tuna, tuna good preparation kwa maana ya uh, tulipata mapumziko baada ya like kutoka mechi na Azam tukawa e uh, na time ya kujipre. I think uh, all preparation ilienda vizuri uh, leo ni siku ya mwisho ya yeah, maandalizi. I think um, mimi pamoja na staff tumejaribu kuangalia uh, nini ambacho tunaweza tukawa tuka, tuka, tuka, tuko bora kwenye hiyo um, mechi. Tunajua tunakwenda kucheza mechi muhimu na mechi ni, ni, ni tough. Haitakuwa mechi rahisi, so uh, kwenye vichwa vyetu tunajua nini ambacho um, tunaweza tukakifanya. So kujaribu kuangalia kwa grupu ambalo niko nalo from now toka tumefanya kuna some other players ambao walipata pen, kwa maana ya mechi ya Azam na wengine walipata pen kwenye mechi ya Posti, wengine ilikuwa mechi ya Mashujaa. I think mpaka sasa hivi wamerecover vizuri, tunaendelea nao um, vizuri. Uh, kwa mchezo kiujumla tunaamini uh, Namungo ni timu bora, iko na wachezaji wazuri, iko na uh, mwalimu mzuri sana mzee wangu Mgunda uh, I think itakuwa ni game moja nzuri sana nzuri sana uh, na jinsi ambavyo wao wanacheza uh, timu ambayo iko compact, timu ambayo iko solid, ina vijana wengi ina vijana wengi ambao wako aggressively, wako na njaa ya kufanya vizuri kufanya so kwenye platform hiyo, um, kama staff tumejaribu ku build up kuona jinsi gani tuwe na good performance kwa hiyo mechi uh, na kuwasaidia um, players, kuona jinsi gani ambavyo tunaweza kuwa bora kwenye hiyo siku ya mechi. Kwanza niseme um, approach ya mechi inakuwa different uh, nao ile tulicheza na Azamu sio Namungo. um, quality of players, uh, costi na Azamu ni different nao na Namungo different kwao, tunajaribu kuangalia um, Uh, strength yao iko wapi? uh, ni kweli Namungo wako na good strength, ni eneo la katikati sio, uh, ni jinsi gani ambavyo tutaona uh, kuiendea hiyo mechi. Hatuwezi kusema nini ambacho tunaweza kufanya so, ila tunatambua hiyo, um, ndio strength ambao wako nayo kwenye in possession and out of possession, jinsi gani ambavyo wako mobile pale katikati uh, wako aggressive, wana vijana ambao upcoming wako na, na, na desire sana ya kuweza kufanya vizuri. Sisi kama wachezaji tumejiandaa vizuri kwa mchezo wa kesho ili kupata matokeo. Sisi kama wachezaji morali yetu ipo juu e, ipo juu sana morali yetu, kwa sababu sisi tumejiwekea, tuna malengo yetu katika timu. Kwa hiyo sisi kila mechi kwetu ni finali, tunahakikisha tunapata matokeo kwa kila mechi kwetu, kila mchezo kwetu tunapata matokeo na kuto kufanya makosa kila mchezo kwetu. Uh, wapenzi na mashabiki tuna, tunaomba tu waje kwa wingi katika mchezo wa kesho. Hii ni timu yao, ni JKT. Tunahakikisha kama sisi wachezaji tutaipambania nembo ya JKT ili kila mchezo kupata matokeo. Kwa ujumla ni kwamba maandalizi ya kucheza mchezo wetu wa kesho mgumu yamekamilika, ya kwayo kikubwa ni kwamba kuombea hawa vijana tu leo walale salama waamke salama, na kesho nao wao wakatimize wajibu wao, maana kuna haki na wajibu na wajibu wao ni kutumikia na Mungu. Lakini kwa ujumla wake, maandalizi ya kucheza na timu nzuri kama JKT, imeanza vizuri kwenye ushindani huu wa ligi. Unaiona kabisa, ni timu ambayo imeyakushindana na iko vizuri, kwa hiyo tunawaheshimu sana kwenye hilo, lakini kubwa ni kwamba kwa kuwa kwa tunatambua na kuelewa na kufahamu kama tunacheza na timu ya aina gani kwa maandalizi mazuri ya kucheza na timu kama hiyo, ili kuhakikisha tunafanya vizuri na mwisho wote kupata matokeo mazuri yanaendelea vizuri. Kwa hiyo kubwa, tuombe Mungu, inshallah kesho tuone baada ya dakika 90, si? Basi ukiniuliza swali kuhusu matokeo nitakujibu. E, ni kweli kabisa. Unajua, siku zote kwenye mechi mnapocheza mechi zenu, ile mechi pia unakuwa kama uko darasani, sio? Kwa hiyo yale ambayo mnaelekezana kwenye viwanja vya mazoezi mkifika wakati wa kufanya eh, vijana wakitimiza wajibu wao, pia kuna mazuri ambayo yanafanyika na kuna mapungufu kama yale waliyasema. Kwa hiyo sisi, mimi kama head of technical na technical bench yangu kwa ujumla wake, yale mazuri yote ndio kuyafanyia kazi ili yawe mazuri zaidi, na yale mapungufu yaliyojitokeza huwa tunayafanyia kazi kuhakikisha kwamba mchezo unaokuja basi, kama siku yamaliza, basi kuyapunguza kiasi kubwa, na mwisho yote kupata matokeo yaliyo kwa mazuri. Ukishakuwa ni mashindano kuna kale kale kale ka pressure kama mashindano. Ambako kapo. Kwa hiyo ni kwamba tunalijua hilo kwamba unapocheza wewe, mtu anacheza kwenye uwanja wake, natakiwa umakini pia uongezeke. Tumejiandaa kwa mchezo unaofuata na JKT, tunajua JKT ni timu ya aina gani. Kwa hiyo mapokezi tumepokea kwa walimu wetu, naamini kwa asilimia tisini wao wameshafanya kila kitu. Kwa hiyo hizo kumi zilizobaki ni kwetu sisi wachezaji, ambapo kila mchezaji uko tayari, tukipata nafasi mtu yote Uh, kwanza hicho kitu nilichokiongea ni kizuri, kwa sababu mechi tatu tumecheza sisi kama defense tumeruhusu magoli sio nzuri kwetu, lakini takriban tumepata muda mzuri wa kuendelea kufanya mazoezi. Naamini yale makosa mengi tumeyapunguza, na kwa mchezo huu kila kitu kipo sawa sababu tumefanya marekebisho, tumepata muda mzuri, naamini mambo yatakuwa mazuri na tutaweza tena kufanya makosa mengine zaidi. Kabla neno lolote kwa mashabiki wa Namungo, mchezo wa kesho unawaambia nini mashabiki na wadau wa Namungo? Sija cha kuwaambia mashabiki zetu waendelee kutunga mkono kwa sababu hii ndio timu yao, na pia tunawashukuru mpaka sasa hizi wako pamoja na sisi, na tunaomba waendelee kuwa pamoja na sisi, waliokuwa daa, naamini wapo pamoja na watakuja kwenye mchezo. Sisi tunawaahidi mazuri, tutaendelea kufanya vizuri zaidi. Shukrani. <muchasana>